Najua pengine unafikiria tuko kwa mganga wa kienyeji no, hapa tuko kwa Dr. Harriet Botanical. Harriet Botanicals. Mwenyezi Mungu alitupatia mimea mengi sana lakini watu waliitumia vibaya, wali misuse. Aso, ukiingia pale Kongo Forest utapata kuna mimea mengi sana lakini watu waliitumia vibaya, wengine waliikata, wengine waliangamiza, wengine waliichoma kuichoma, na hiyo ndio baadhi ya vitu ambayo inaharibu mazingira lakini kuna watu kama Harriet Botanicals wanaitumia kwa njia nzuri kabisa, kwa sababu wameunda dawa tofauti tofauti kwa sababu ya kusaidia mazingira na kusaidia vijana. Hiyo ndio njia sahihi ya kusaidia mazingira Dr. Harriet, yes. Wape wasia moja jameni, vijana, pandeni miti, pandeni miti mengi. Hiyo miti itakuja kukusimamia siku za usoni. Pengine unafikiria tukikuja kuichukua wewe utapata ikiwa hivi kama mganga ama ikiwa hivi No, they got respect for for for this thing. Wameimoda wameimoda nice. Jamani, wamekoma na si koma ruki umoja no. Wamekomesha rais, miti ni dawa. Doc, Doc. I think we gotta go. We gotta leave. Leave, let's leave, Doc. Sasa hapa production wetu ndio mm-hmm. Tunatengeneza dawa. Dawa inakuja from dry room inaingia quarantine from quarantine inaingia laboratory, from hapo tuna inaenda kwa decoction vat, pali na inachemshwa at 100 degrees centigrade. Maji yenyewe inapitishwa reverse osmosis machine ndio ikuwe safi kabisa, na hiyo ndio inatumika hapa ndani. From here dawa sasa inaenda bottling, ukiona kuna 3 bottling stations. From bottling stations ile umeingiza ndani ya chupa sealing, ndio sealing machine sasa daktari, umetuzungusha kila mahali na tumeona jinsi mimea inafanya kazi kubwa sana kwa watu wa habol, lakini kuna kitu hujatuonyesha daktari, na hii hii ni nini? Fresh roasted Harriet's Botanicals Almond Energy Balls. Ni nini ni, hi, hi, hi, hi, hi. hii mm. hii hii hii hii hii. hii. Sasa hii, hii ni ya health enthusiasts. Health enthusiast. i nua